Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji um, wa huduma ya redio Safina, uh, tunakukaribisha sana katika kongamano kubwa ambalo linakwenda kufanyika tarehe ya 29 mwezi wa kumi na moja. Nikizungumza mwezi wa kumi na moja, nazungumza mwezi huo hapa. Siku zinazidi kusonga sana na siku zimebaki chache. Kumbuka tu ni kongamano kubwa kabisa la kushughulikia nguvu ya malkia wa mbinguni pamoja na madhabau za ukoo, madhabau za ukoo ambazo zinatabisha watu. Na ukiangalia kwa mfano katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa saba Biblia inasema kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa mpeni maumivu na huzuni kwa kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa yeye amesema moyoni mwake nimeketi malkia wala si mjane. Anasema wala si nitaona huzuni kamwe. Malkia aliyeketi katika maisha yako, tarehe 29 ni siku yake ya kutoka, tarehe 29 ni siku yake ya kungolewa kwenye maisha yako. Huyo malkia amepanda mbegu mbaya. Kwa mfano ameachilia mbegu ya mapando ya mauti ndani ya familia kwa habari ya labda wa kiume uzao wa kike. Nataka nikwambie wewe unayenitazama na kutufuatilia, ni muda mzuri kabisa ambapo Bwana amelikumbuka Tanzania na Bwana amekumbuka familia yako na nguvu ya malkia wa mbinguni, kupitia maombi haya mimi na hakika yatakwenda kuondoka na nguvu zote zitakwenda kung'olewa na wewe utarudia Edeni yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekusudia jambo hilo. Mimi nikualike sana, kutokea huko Singida, kutokea huko Dodoma, kutokea huko Iringa, kutokea pande zote ambapo basi Uh, unatufuatilia kama madhabahu ya Radio Safina, Mungu akufanyie kitu ili uweze kufika, na mimi niseme tu ni wakati sahihi wa Tanzania kurejea kwenye Eden yake, ni wakati sahihi wa familia na makabila zote kurudi kwenye Eden za kwao, na miungu ya kikabila inakwenda kung'olewa katika jina la Yesu Kristo. Mimi niseme tu karibu sana, tukutane pale Kisongo na Mungu wa mbinguni akubariki sana.